Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Ricky, nipo hapa kwa ajili ya kufanya review ya ngoma mpya ya Mbosso. Video ya ngoma mpya ya Mbosso inakwenda kwa jina la Darasa la Saba. Yes, siku mbili zilizopita Mbosso kupitia ukurasa wake wa Instagram amekuwa kiposti teaser, akiposti hesabu ambazo eh, mara sijui saba mara moja, mara ngapi, mara ngapi, lakini jibu unakutana na saba. So watu wako na ja kujua nini ambacho Mbosso anakuja nacho this time around. Of course, imekuwa ni project mpya, ni video mpya ya Mbosso inakwenda kwa jina la darasa la Saba. Hii ni project ya kwanza ya Mbosso since aachie uh, ep yake ya room number three. Of course ni ep ya kwanza kutoka uh, akiwa aki kama msanii independent artist baada ya kuondoka WCB. So Mbosso mwaka elfu mbili na ishirini na sita ameamua kurudi na ngoma mpya na kwenda kwa jina la darasa la saba. By the way, hii ngoma ameandaa producer S2K kutoka Pluto Republic. Ni ngoma ambayo inahusu wapenzi wawili waliopotezana since wakiwa zao shuleni, yani, Mbosso na mpenzi wake alikuwa anasoma eh, shule moja, shule ya msingi na since walimaliza darasa la saba hawakupata nafasi ya kuonana tena. Wawili hawa walikuwa wanapendana sana, lakini kwa bahati mbaya Mbosso mzazi wake akupata nafasi ya kumpeleka shule tena ambayo mpenzi wake huyo ameenda kujiunga nayo, so walikuwa wametengana katika stahili hiyo. Sasa Mbosso hakukata tamaa kuhakikisha kwamba anaweza kumrudisha mpenzi wake, anaendelea kumtafuta tena mpenzi wake, na Mbosso sasa katika tafutatafuta tafuta zake pata taarifa kwamba mpenzi wake yuko mjini. Of course uh, project imeanza, walikuwa ni kijijini na inaonekana hapa ni kama Bukoba hivi. Mondoka zao Mbosso anaonekana anaenda kupanda zake boti uh, ile meli kubwa MV Victoria anapanda zake naelekea zake Mwanza. So hii video imeshutiwa. Uh, Kanda ya Ziwa. Sasa Mbosso ametoka zake kijijini, baada ya kufika mjini uh, amemtafuta sana mpenzi wake akashindwa kumwona, giza likazama, akaenda zake hotelini kwa ajili ya kuandika kwa ajili ya kupata sehemu ya kulala. Sasa, wakati anaandikisha jina lake pale kwenye kitabu cha wageni, ghafla kuna mrembo mmoja akapita hivi, akawa anapanda anapanda juu hotelini. Inaonekana kwamba ni mrembo ambaye alikuwa ameshafanya booking au yupo pale, ni mteja wa hotelini hapo, kwa so hakuwa mteja mpya kwamba naye anatakiwa kuandikisha jina. So Mbosso akaanza kumkimbilia kumkimbi, yule mrembo kumfuata, kuhakikisha kama maybe ni mke wa, ni mwanamke ambaye anamtafuta au la. Sasa Mbosso baada ya kufika amefika kwenye hicho chumba ambacho mwanamke kaingia, ghafla anasikia mlio wa risasi. Mbosso anavunja zake mlango anaingia zake ndani hivi, anakutana na yule mrembo amelaga zake chini. Mbosso um, anachukua picha, anaangalia hivi bado anamwona, sio mwenyewe, lakini e, akiangalia dirishani anagundua kwamba jamaa aliyempiga risasi yule mrembo amekimbia, so Mbosso anasikia ya kelele ya gari ya uh, polisi. Na mwisho wa siku, Mbosso anakuja anakamatwa, anawekwa zake ndani. Ndio sababu ya Mbosso kuingia jela, kwa sababu ya mwanamke ambaye alikuwa anamtafuta. Na mwandishi wa habari aliendelea zake kumuhoji mpaka mwishoni, sababu ambayo ilisababisha yeye kukamatwa na Mbosso. Mwishoni anasema kwamba pamoja na kwamba nimekaa ndani kwa muda mrefu na nakuja kutoka kwa msaada au kwa msamaha wa rais, lakini bado unaendelea kumtafuta mwanamke huyo, sijampata mpaka leo. So hiko ni kisa ambacho Mbosso kakutana nacho kwenye ngoma yake ya bado natafuta, ikiwa ni ngoma ndefu sana e, ina dakika kama tano. Video ina dakika kama tano hivi, kwa sababu hii ni kama love story fulani ambayo Mbosso ameamua kuiweka katika video hii. Yani hakutaka tu wimbo wa dakika tatu, ameweka matukio na nini, vitu viko vingi sana kwenye hii video. So ni moja kati ya video bora sana mbayo unapaswa kwenda kuitazama. Mbosso anazidi kuonesha ubora wake kwenye uandishi, anazidi kuonesha ubora wake kwenye video kwa sababu unajua, unapokuwa chini ya uh, chini ya lebo sometimes, uh, watu wanashindwa kuona potential yako, lakini Mbosso sasa anatuonesha kwamba WCB ulikuwa ni mlingoti. Na mimi nimetoka pale nimeiva nimepata vitu vipya, nimepata matilio mapya, nimepata namna mpya ya kupromoti kazi zangu, namna ya kufanya kazi vizuri na kazi ka, wa, ikawavutia watu wengi. So Mboso amefanya hivyo, amekuja na darasa la saba, moja kati ya projekti nzuri sana. Hautakiwi kabisa kuikosa hii projekt. Unaweza ukaicheki kupitia YouTube chaneli ya Mboso kani mshede. Nimeona pia komenti za mastaa mbalimbali kupitia posti hii ya Mbosso. Nimeona komenti ya Aslei, ambaye Aslei sasa anakwambia kwamba kwa sababu Mbosso kwenye video anaonekana, namtafuta mrembo ambaye mpaka alisababisha ingie jela, na mrembo huyo hajakumpata. Ametoka jela, Aslei anatamani kuona um, pati 2 ameandika hapa na pati 2 inabidi iwepo, kaweka imoji ya moto. Nikaona pia hapa kiredio ame amecomment amecomment alama ya moto. Sky Tanzania amecomment plot twist, Maria ni mtangazaji aliyekuwa na kuhoji ngoma na chupa kali sana mzee, umetisha mno Wopa. amecomment bas uh, chaupole ameweka imoji ya kusalenda. Ned Music ameandika storyline yanko pati 2 na ije Uh, Wozo amecomment um, kani. eh, Queen freson amecomment um, mi uh, stakiji jamani. wasimamaji amecomment um, mastaa wengi wamepita. um, amecomment um, kupitia uh, posti hii hapa ya Mbosso.